Hussein Bashe ni jemedari aliyeshika makali, hatuna mashaka na ndugu huyu, ndugu Hussein Bashe kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaifanya katika Wizara hii ya Kilimo, kama ambavyo ninaamini hotuba hii ambayo leo Mheshimiwa Bashe ameitoa imesikilizwa na Watanzania wote na Watanzania wameona kazi nzuri iliyofanyika katika wizara hii. Hongera sana Mheshimiwa waziri wetu wa Kilimo, naibu waziri, katibu mkuu na watendaji wote wa wizara hii ya Kilimo, kama ilivyosema, imesikilizwa na Watanzania wote. Mheshimiwa Bashe, haukuacha kipengele hata kimoja. Umeeleza kwa mapana yake. Na haya yote uliyoeleza ni kutokana na maagizo ambayo Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe ishirini na mbili Aprili mwaka 2021 akiwa ndani ya Bunge hili ametoa maelekezo jinsi gani ya kufanya, jinsi gani ya kuleta mapinduzi ya kilimo katika taifa letu la Tanzania. Umeeleza hali ilivyo 2021 wakati Mheshimiwa Rais anasema na baadhi ya mambo hayo ni mikopo midogo, uhaba wa maafisa ugani, ushiriki mdogo wa wanawake na vijana, mfumo dhaifu na mambo mengine yote, watanzania wameyasikia. Na ulipokabidhiwa wewe wizara hii umeifanyia haki, umeifanyia yalikuwa ni machache. Sasa hivi maeneo ya umwagiliaji yameongezeka, na ukitaka uwe na chakula, ukitaka uwe na chakula cha uhakika ni lazima uongeze tija kwenye umwagiliaji. Maeneo ya umwagiliaji yameongezeka kwa kiasi kikubwa. Ongera sana Mama Samia, umetimiza ndoto zako kwa kufanya Tanzania iwe ni eneo la pekee katika taifa letu hili la Tanzania kuhusiana na swala la ongezeko la chakula. Tulikuwa tunazalisha mahindi kidogo, leo hii chakula tunajitosheleza. Na ukitaka uondokane na, na umaskini na uondokane na swala zima la usalama wa chakula, ni lazima uwe na uhakika wa chakula. Leo chakula tunazalisha kwa asilimia mia moja, tunajitosheleza. Hongera Mheshimiwa Waziri Bashe, hongera Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chakula ni mambo ya msingi. Kulikuwa na suala la chakula, kulikuwa na suala la mafuta hapa. Mafuta ikifika wakati na hasa katika mwezi ule ambao sisi kama Waislamu tunaamini ilikuwa ni changamoto, sukari hakuna. Leo hii hatuzungumzii tena, tunazungumzia changamoto kwa kiasi kidogo sana. Hongera sana kwa hilo, lakini sambamba na hilo tunataka tuzungumzie swala la mbegu. Kuhusiana na swala zima la mbegu, sasa hivi kama nchi kama taifa, tunazalisha wenyewe mbegu zaidi ya asilimia themanini. Asilimia iliyobaki ni kidogo tu ambayo tunaomba kutoka nje, na mbegu ndio kila kitu katika usalama mzima wa chakula. Hongera sana kwa kazi kubwa na nzuri ambayo kuna fanya. Sambamba na hilo kuhusiana na swala la uzalishaji wa mbegu. Lakini mbegu hizi ambazo tunazalisha kama tunavyosema tunazalisha wenyewe na nyingine zinatoka nje. Kuna swala zima la mbegu zetu za asili. Mbegu za asili ni kitu muhimu kwa nchi na ni kitu muhimu kwa taifa lolote lile. Kila mtu lazima awe na kitu chake. Wakoloni walipokuja kututawala, wakoloni walipokuja kututawala walitugawa katika mataifa, na walipokuja kutugawa katika mataifa walisema vitu vyote sisi havina maana, vitu vyote ni vya kishenzi. Sasa kutokana na hili, hata kwenye suala la mbegu wametutengenezea mikakati tusiwe na vyetu. Kwa hiyo leo tukiwa na mbegu zetu itatusaidia sana kuondokana na ule utumwa. Asante sana kwa kunisikiliza, naunga mkono hoja kwa asilimia mia moja na ipo